Lakini tukiendelea na taarifa nyinginezo ni kwamba rais Uhuru Kenyatta mapema hii leo aliongoza hafla ya kufuzu kwa makurutu wa polisi katika kichuo cha Kiganjo ilichoko katika kaunti ya Nyeri. Punde baada ya hafla hiyo rais Kenyatta aliendeleza ziara yake katika eneo la kati ambapo hapo kesho pia anatarajiwa katika kaunti ya Laikipia. Carol Nderi na taarifa zaidi, kichuo cha polisi Kiganjo, kaunti ya Nyeri. Karibu mheshimiwa rais, Amiri Jeshi mkuu mwendo wa saa tatu nusu asubuhi, msafara wa magari ya polisi ukaingia kwa mbwembwe, rais Uhuru Kenyatta tayari kuongoza hafla ya kufuzu kwa makurutu wa polisi. <tune> makurutu 3333 tayari kuhudumia Wakenya kwa kauli mbiu inayoongoza ya utumishi kwa wote. Kwa hao polisi 3333 1234 ni kurutu wa kiume na 1629 ni wa kike. Mawaidha mbalimbali yalitolewa kwa polisi hawa wapya moral courage that you are supposed to stand for what is right. Rais Kenyatta hakusita kutoa tahadhari kwa viongozi wanaosimamia idara ya polisi. However much we invest in in the the the the service service it will count for very little in the eyes of Kenyans if the failures and shortcomings in integrity that still trouble the service are not handled huku akiwakumbusha kuwa kazi yao ni mahususi na inahitaji uadilifu makurutu wanne walipongezwa kwa kazi nzuri wakati wa mafunzo. Ewoton Lulino, Susan Mureithi, Danielson Abuga na Monica Wamboi walituzwa na Rais Uhuru. Changamoto zinazowakabili polisi hasa wakati huu ambapo visa vya ugaidi vimekithiri zilizungumziwa. Kulingana na Umoja wa Mataifa, idadi inayostahili ni, ni polisi mmoja kwa raia mia nne na hamsini na serikali imesema itajikaza ili itimize kanuni hiyo. Tatizo la ukosefu wa maadili katika idara ya polisi lingali linaathiri utendakazi wao, na Rais Uhuru Kenyatta ametoa mwito kwa uongozi wa polisi kujaribu kuhakikisha kuwa janga la ufisadi pamoja na maovu mengine yanayoathiri utendakazi wao yameangamizwa huko. Makurutu waliohitimu leo wakitakiwa kila laheri na kuombwa kuwa na no uadilifu na no umakinifu kazini. Carol Derrick, KTN, katika chuo cha polisi cha Kiganjo, kaunti ya Nyeri.